Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutupatia nafasi nyingine tena ya kukutana katika chumba hiki cha maombi asubuhi ya leo. Tunashukuru sana mwenyekiti na kiongozi wa nyimbo wa juma hili, Mungu abariki sana kwa huduma ambazo mnazifanya na awalipe sawa sana mapenzi yake. Na leo tukiwa tunahitimisha mada hii ya namna ya kuwa mtakatifu Niruhusu leo pia nizungumzie nafasi ya Amri Kumi katika utakatifu, nafasi ya Amri Kumi katika utakatifu. Katika kile kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya kumi na tisa na ule mstari wa pili, maandiko matakatifu yanasema, nena na mkutano wote wa wana wa Israeli waambie, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Mambo ya Walawi kumi na tisa na ule mstari wa pili, nena na mkutano wote wa wana wa Israeli waambie mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. kwa tunakuwa watakatifu kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Kwa hilo ni jambo la lazima kwamba ikiwa tuna mpango wa kwenda kuishi na Mungu hapo baadaye, ikiwa tuna mpango wa kwenda kuishi katika himaya ya Mungu, ikiwa tuna mpango wa kurudia uhusiano wetu na Mungu kuwa watakatifu ni jambo ambalo ni compulsory. Sio la, sio la chaguo. Hilo ni lazima kwamba kila mmoja aliye na mpango wa kuishi na Mungu lazima awe mtakatifu. Hiyo ni agano la kale. Katika agano jipya, sikiliza kitabu cha Petro ya kwanza kumi na sita, Petro ya kwanza sura ya kwanza mstari wa kumi na sita, Biblia inavyosema Bali kama yeye aliyewaita waita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Nimeanzia fungu la kumi na tano. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa hiyo nenda na jambo hili asubuhi ya, ya leo moja ya hoja kubwa, sababu kubwa, lojiki kubwa inayotufanya tuutafute utakatifu, inayotufanya tuwe watakatifu, miongoni mwa sababu kubwa ni kwa sababu Mungu wetu tunayemwamini, Mungu wetu tunayemwabudu, Mungu wetu tunayemtumikia, Mungu wetu tunayepanga kuishi naye hapo baadaye, Mungu wetu tunayembeba mioyoni mwetu, Mungu wetu tunayembeba katika maisha yetu Mungu wetu aliyetuandalia makao ambaye tutaishi naye milele, yeye ni mtakatifu. Na ili tuishi naye lazima tuwe watakatifu. Lakini je, kila anayeshika amri kumi ni mtakatifu? Kila mtu unayemwona aliyeshika amri kumi ni mtakatifu? Kwamba huyu kwa sababu anatunza sabato, je, ni mtakatifu huyu? Kwa sababu haui, je, ni mtakatifu huyu? Kwa sababu hazini, je, ni mtakatifu? Je, kila anayeshika amri kumi ni mtakatifu? Sikiliza nikwambie, nikupatie ni kupatie aina tano za watu ambao wanashika amri, aina tano za washika amri. Halafu katika hizo aina tano tujipime kwamba sisi tuko katika aina zipi, na hizo zinatupatia sababu za watu kushika amri. Kila mmoja anayetunza amri za Mungu ana sababu zake kwa nini anashika hizo amri, na hizo sababu ndizo zitakazofanya uwe mtakatifu au la. Kwa lugha nyingine ningesema hivi: je, kila anayetunza amri kumi ataenda mbinguni? Hicho ndicho ningeuliza. Maana kama sio mtakatifu, hauwezi kuingia mbinguni, na kama sio kila anayetunza amri kumi ni mtakatifu, ninashawishika pia kusema sio kila anayetunza amri kumi ataingia mbinguni. Aina ya kwanza ya washika amri ni watu wanaoshika amri kumi ili waingie mbinguni, ili wapate wokovu, yani wanashika amri kumi kama jitihada ya kupata wokovu eh? Kwamba sasa, ngoja nishike amri kumi, nimpendeze Mungu, nipate wokovu. Ukishashika amri kumi kwa mtazamo huo, umepishana na makusudi ya Mungu. Maana yeye anasema katika kile kitabu cha Efeso sura ya pili na ule mstari wa nane na tumekwisha kuangalia pia katikati ya juma hapo kwamba Mungu alipotupatia wokovu alitupatia kama kipawa cha bure kabisa. Sikiliza Biblia inavyosema Waefeso mbili mstari wa nane, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Sikiliza, mwanasemezana na Mungu. Ukiona unashika amri kumi ili uokolewe, yani unapambana unasema, ngoja nisiue, ili na mimi niokolewe, ngoja na mimi zini, nisizini ili niokolewe, ili nipate wokovu, umekosea dira. Hatufa, hatushiki amri kumi ili tuokolewe, maana tumeokolewa kwa neema, na amri kumi hazimwokoi mwanadamu. Amri kumi ni kioo kinachotuonyesha ubaya wetu, na anayetutoa katika ubaya ni Yesu Kristo. Kwa hiyo hiyo ni aina ya kwanza ya wanaoshika amri. Wanashika amri kama sehemu ya rushwa, ili waingie mbinguni, wanashika amri ili wanunue wokovu. Yani, wanataka watumie amri kumi kama fedha, kama kama kama kitu cha kununua amri kumi. Hapana, hiyo sio sababu ya kushika amri kumi. Aina ya pili yawashika amri, wanashika amri ili wabarikiwe, wapate baraka za kimwili, e, wa physical blessings, wapate baraka za duniani zilizoandikwa katika Kumbukumbu la Torati ishirini na nane mstari wa kwanza hadi wa kumi na nne. Unaweza ukausoma kwa wakati wako, kwamba ikiwa mtaisikiza sauti yangu na kufanya kama ninavyoagiza leo hii, mtabarikiwa si mashambani, mtabarikiwa katika vyombo vyenu vya ukandia unga, na mtabarikiwa mwingi hapo, mtabarikiwa mtokapo, na uzao wenu utaitwa heli, na mataifa atawaogopa, mtakopesha wala mtakopeshwa, mtakuwa vichwa wala sio mikia. Sasa watu wanashika amri kumi ili wabarikiwe, hizi baraka ndio maana utasikia hata leo mafundisho mengi, hata tunapofundisha watu kumtolea Mungu zaka na sadaka, kumtolea Mungu kuabudu, kushika Sabato, tunawafundisha wafanye hivyo ili wapate hizo baraka, of which tuko wrong, hatuko sahihi kabisa. Hatushiki amri kumi ili tubarikiwe, maana kwa sababu hiyo wako walioshika amri kumi tangu utotoni, lakini hawajapata mafanikio ya duniani, ni masikini vile vile, na kuugua wanaugua. Kwa hiyo wako wanaoshika amri kumi ili wapate hizi baraka. Ndio maana utasikia mtu anakwambia, anakuambia kwa kweli, mimi siwezi kufanya biashara siku ya Sabato, maana ninajua nis, nisipofanya biashara leo, kesho Mungu ataniletea wateja wengi, Mungu ataniletea wateja wengi. Nikifunga duka langu leo, kesho Mungu ataleta wateja wengi. Nataka nikwambie rafiki yangu, haujamjua huyu Mungu. Mungu anajua kufanya surprise. Unaweza ukafunga biashara leo na kesho ukajikuta hakuna mteja hata wa dawa. Haujamwelewa huyu Mungu. Kama unafanya utakatifu huo, unashika amri hizo ili upate baraka za hapa duniani, umekwisha, umekwisha. Sio mpango wa Mungu, maana sio kila aliyetunza amri alipata mafanikio ya duniani. Hao ni washika amri aina ya, ya pili. Ndiyo maana tunaulizana swali hili, je, kila anayeshika amri kumi ni mtakatifu? Sikiliza aina ya tatu ya washika amri. Hawa hushika amri ili wasipatwe na madhara au laana za duniani, wasipatwe na madhara ya kuvunja amri. Mtu anaogopa kuua kwa sababu anaogopa laana ya kuua. Anasema, unajua bwana, damu ya mtu ni nzito ukiua mwana unaweza ukajikuta unapata laana na familia yako. Mtu anakuambia mimi sili zaka, naogopa kupata laana shambani mwangu, nikitumia zaka hii kufanyia biashara naogopa sitapiga hatua. Nataka nikutangazia asubuhi ya leo, wako waliotumia zaka na sadaka kufungua maduka na wakaendelea, na sasa ni mamilionea. Hatushiki amri ili kukwepa laana. Ndio maana utakuta mtu mwingine anakuambia aise, mimi sio mzinzi, maana uzinzi wa zama hizi kwa kweli Ah, magonjwa yamekuwa mengi. Kama unaogopa uzinzi kwa sababu ya magonjwa, wewe ni heri tu ungeendelea kuzini, maana kwa kweli hakuna unachokifanya mbingu hauwezi kuiona kwa, ku, kwa kuogopa rana na adhabu za hapa duniani, kwamba mimi kwa kweli siibi, maana ukiiba unachomwa moto. Usishike amri kwa kuogopa adhabu za duniani, kwa kuogopa rana za duniani. Sasa tushike amri kwa sababu gani? Tembea pamoja nami. Hiyo ni aina ya, ya tatu ya washika amri, wanashika amri kwa kuogopa laana za duniani, kwa kuogopa laana za duniani. Mtu anakuambia sikiliza, ukimdharau mzazi wako unaweza usifanikiwe kabisa, kwa hiyo mheshimu baba yako na mama yako ili ufanikiwe, biashara zako ziende eh? Umedanganywa, maana wako waliowaheshimu wazazi wao kuanzia utotoni, lakini bado hawajafanikiwa, bado wana maisha magumu vile vile. Kwa hiyo hili kundi la washika amri, ni kweli, watashika amri zote, hawatakuwa na miungu, hawatakuwa na sanamu, hawatalitaja bule jina la Bwana, watashika na sabato, watawaheshimu baba na mama, hawataua, hawatazini, hawataiba, hawatasema uongo wala hawatatamani, lakini hawataingia pia katika ufalme wa mbinguni. Maana walishika amri, ndiyo, lakini katika mtazamo tofauti. Naomba nikukumbushe siku ya Jumatatu ya Jumanne tulichozungumzia, tulizungumzia kwamba lazima tukubali kubadilishwa mtazamo. Kwa hiyo hata katika amri kumi, anachokipima Mungu sio kushika zile amri, anachokipima ni motive behind, nguvu inayokusukuma kushika zile amri. Unashika amri kwa nini? kwa nini unashika zile amri? unashika kwa nini? Sasa hapa, hiyo aina ya tatu wanashika amri ili wasipatwe na laana za kuvunja amri. Aina ya nne ya washika amri, wanashika amri kwa kuogopa moto wa jehanamu eh? Wanashika amri kwa kuogopa moto wa jehanamu, akiambiwa, sikiliza wewe we, ukiwa mwizi moto unakusubiri, ukiwa mzinzi moto unakusubiri. Kwa kweli anajiepusha na hayo, maana anaogopa kuna moto, aliposoma katika kile kitabu cha Ufunuo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 Akaacha dhambi, akaacha zinaa, akaacha uongo, akaacha wizi. Nataka na niwakumbushe wanasemezana na Mungu na wote mnaosikiliza, katika, katika somo hili, hauwezi kuingia mbinguni kwa kushika amri kwa sababu umeogopa jehanamu. Hicho sicho ambacho Mungu alilenga. Mungu akutupatia amri ili tushike kwa kuogopa adhabu ya moto Hapana, nataka nikwambie, hata kama moto usinge kuwepo, wanaopanga kuingia mbinguni wangezitunza amri za Mungu tu, hata kama kusingekuwa na moto, hata kama kusingekuwa na ukimwi, wasinge zini, hata kama kusingekuwa na gonorea, magonjwa ya zinaa, wasinge zini, hata kama wezi wangekuwa hawachomwi, hata kama kusingekuwa na gereza, hata kama kusingekuwa na, na, na maskari, bado wasingeiba wale wanaotunza amri kwa njia ambayo Mungu anaipenda, hawatunzi kwa kuogopa jehanamu. Mungu akubariki unaponifuatilia. Aina ya tano ya washika amri ni wale wanaoshika amri kama mwitikio wa upendo wao kwa Mungu, na hawa ndio washika amri wa kweli ambao Biblia inawaita ni true believers. ni watu wanaomwamini Mungu katika mioyo yao ndicho kile ambacho Yesu Kristo anamwambia mwanamke wa Samaria katika kile kisima. Anamwambia, sikiliza, the time is coming, saa inakuja nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi, yani wasioogopa moto wa milele, wasioogopa lana za duniani, wasiotafuta ili wabarikiwe, wasioshika amri kwa sababu tu wanataka wamhonge wa, wa, wa Mungu waokolewe, waabuduo halisi watamwabudu mungu katika roho na kweli kwa hiyo sikiliza lengo la kushika amri kama unataka kuwa mtakatifu shika amri kwa sababu unampenda mungu na ndicho anachokisema katika yohana anasema mkinipenda yohana kumi na nne kumi na tano mkinipenda mtazishika amri kinachoanza kwa washika amri ni upendo that's why tunastruggle sana kushika amri siku hizi tunapambana sana na amri haziendi Uki ukikutana na Waadventista wanakuambia sisi ni washika amri zote, lakini tafuta, umo ndani yake, wazinzi wamo, wezi wamo, vibaka wamo, lakini wanakuambia sisi tunashika amri. Wanawapiga mkwala watu zote, wa Jumapili, ninyi hamshiki amri zote, ninyi mnavunja amri. Nataka niwaulize Waadventista, ni kweli mnashika zote? Ni kweli mnazitunza zote? Si kweli. Kwa sababu gani hamtunzi zote? Maana mnazitunza kwa sababu mnaogopa jehanamu maana mnazitunza kwa sababu mnamhonga Mungu ili awaokoe. Mumesahau kwamba tumeokolewa kwa neema. Natoa wito asubuhi ya leo, yeyote aliye na mpango wa kutunza amri za Mungu na atunze kwa sababu anampenda Mungu. Na amri za Mungu ni za muhimu katika utakatifu. Biblia inataja tutahukumiwa kwa kupimwa katika amri hizo. Biblia inaeleza wazi Sikiliza, walikuwepo akina Yusufu katika ile Mwanzo thelathini na tisa mstari wa saba hadi wa tisa alipolazimishwa na mke wa Potifa kufanya dhambi, alisema hivi: nifanyeje ubaya huu ni mkose Bwana Mungu? Nifanyeje ubaya huu? Hatuogopi ubaya kwa sababu kuna mauaji, hatuogopi ubaya kwa sababu kuna kifo, tunaogopa ubaya kwa sababu tunampenda Mungu. Kwa nini ufanye hivyo? Ni kama wanandoa tulio katika ndoa, hatuogopi kuchepuka kwa sababu tutafumaniwa, hatuogopi kuchepuka kwa sababu kuna ukimwi wa mama, hamuogopi kuchepuka kwa sababu mtabeba mimba za haramu. Hapana, unapaswa uogope kuchepuka kwa sababu unampenda mwenzi wako, hata ukiwa mbali naye, hata ukiwa nchi zingine, hata ukiwa mikoa mingine, moyo wako wako ukwambie, ninawezaje kuchepuka kwa namna ninavyompenda mwenzi wangu? Wa wow. Hiyo ndiyo sababu, motive behind ya kushika amri za Mungu. Usiache kuchepuka kwa sababu unaogopa utafumaniwa. Je, wakinifumania? Na mimi ni Msabato, na mimi ni mzoa kanisa, na mimi ni mchungaji, na mimi ni mlokole. Je, wakinifumania? Aa, aa. Yani wewe unayeogopa kwa sababu hiyo haujafanya lolote. Kwa hiyo tunashika amri za Mungu kwa sababu tunampenda Mungu. Waadventista wa Sabato, nisikilize, msipotoshe dhima ya kushika amri. Tunashika amri kwa sababu tunampenda Mungu, sio kwa sababu tunataka atuokoe. Alishatuokoa. Hauwezi kushika amri kama haujaokolewa. Naomba hili mlielewe vizuri. Hata mnapopeleka injili kwa watu wengine, muwafikishie habari hizi kwamba hatutunzi amri ili Mungu atuokoe, tunatunza kwa sababu alishatuokoa. Hatutunzi amri kwa sababu kuna jehanamu, tunatunza amri kwa sababu tunampenda Mungu. Hatutunzi amri ili tupokee baraka, ili tusilaaniwe, tunatunza amri kwa sababu Mungu ni kipenzi chetu. Damu yake ni damu yetu yeye ni ndugu yetu. Katikati ya juma hili tumeona, anasema yeye ni ndugu yetu. Sikiliza nikwambie sasa, kwa sababu hiyo, kwa sababu tunatunza amri kwa kuogopa, kwa, kwa kuogopa hayo mambo niliyoyataja, tuna hatutunzi amri kama sehemu ya mwitikio, hatutunzi amri kama sehemu ya mwitikio wa, wa, wa, wa upendo wetu kwa Mungu. Sasa angalia kinachofuata ni nini? Kuna kuna matokeo manne kuna matokeo manne, ili ujipime kwamba haujashika amri kwa sababu za kweli hata kama una miaka umetunza amri zote, jipime katika mambo haya matano, nataka ni asome kwa haraka haraka. Jambo la kwanza, ukiona unatamani mtu aadhibiwe anapoanguka dhambini, wewe haujatunza amri kama mwitikio wa upendo. Eh, yani mtu akianguka dhambini, moyo wako unawaka, una roho ya Yona, unatamani aadhibiwe Unasema, huyu hata angefutwa ushirika miaka kumi, huyu hata kama angepigwa karipio miaka kumi, huyu hata angeuawa kabisa. Yani kwa nini yeye ameiba, hata wangemchoma moto. Ukiona unafurahia mwenye dhambi kuadhibiwa, wewe bado unasafari ndefu. Hata kama wewe unashika amri kumi, bado haujaingia kwenye utakatifu. Nisikilizeni vizuri wapendwa. Neno hili naliongea kwa kukazia, na kwa sababu ninahitimisha somo hili, na kila asikiae na alielewe. Ukiona moyoni mwako unafurahia adhabu ya mwenye dhambi, bado una safari ndefu kiroho. Unasema acha chomwe, mbona yeye alizini? Acha chomwe, mbona yeye alizini, si alifumaniwa? Una roho ya makuhani na Wayahudi wa zamani waliombeba yule mwanamke wakampeleka kwa Yesu, ngoja apigwe, apigwe mawe, mbona yeye amezini? U, u, u, watafiti wanasema ukiona mtu anashangilia kuuawa kwa mwizi jua na yeye ni mwizi, lakini hajafumaniwa. Kwa hiyo epuka sana kushangilia adhabu ya, wa, ya wa dhambi, epuka sana kufurahia. Namba mbili, jipime katika hili. Ukiona unachukizwa na watenda mabaya, unachukizwa na watenda dhambi, wewe hata kama unashika amri, una safari ndefu. Yaani ukimwona mwenye dhambi unaona kinyaa, huyu kwa nini amevaa mahereni? huyu kwa nini ana kimini? Huyu kwa nini ametoboa masikio? Na mimi ninaumia, kwa nini amevaa hivi? Una safari ndefu. Wanaoshika amri kumi kama mwitikio wa kumpenda Mungu, wakimtazama mdhambi wanaona huruma ndani yao, wanasema ewe Yesu, mbadilishe naye, aondoke kwenye mavazi haya, mbadilishe naye, mbadilishe naye. Ukiona unachukizwa na wadhambi, una safari ndefu. Namba tatu, ukiona una una, una una unatamani kukaa na wahukumu wasioenenda katika utakatifu, yaani wewe ni wako wahukumu tu, ukimwona mrevi unaona aliyeanguka, aliyechomwa moto, ukimwona mwizi unaona aliyechomwa moto, ukimwona mzinzi unaona kuni za jehanamu. Ukiona wewe ni wako hukumu, hukumu, una mahubiri ya ole, ole, ole, ole, ole wenu, ole wenu, ole wenu, una safari ndefu. Nimalizie kwa kusema hivi, namba nne, jipime hivi Ukiona wewe unatangaza una, una, una hukumu sana kuliko upendo wa Mungu, una safari ndefu. Yaani mungu wako ni wa hukumu, sio wa upendo, unatangaza sana hukumu kuliko kutangaza upendo wa Mungu hata kama umeshika amri bado. Mwisho, ukiona unawashangaa na kuwadharau dharau wanaoanguka katika dhambi, wanaogaagaa katika dhambi, bado una safari Unasema mimi nawashangaa, na hivi, unawezaje kuvuta sigara hivi, unawezaje, hivi unawezaje? Ukiona unawashangaa, sikiliza, usiwashangae. Badala yake tufanye nini? Waombeeni. Wito wangu ni huu, tushike amri. Ni za muhimu sana katika utakatifu. Kwa kweli, hatutaingia mbinguni bila kuzishika amri, lakini tunashika amri kwa sababu tunampenda Mungu. Sio rushwa ya kutuingiza mbinguni, siyo kuogopa rana, sio kuogopa jehanamu. Tunashika amri kama mwitikio wa upendo wetu kwa Mungu. Natoa wito wa kutunza amri ya asubuhi ya ya leo kama mwitikio wetu wa upendo wetu kwa Mungu. Mungu akubariki unapo